Maskini anakuwa na hasira iliyojificha na kujilaumu, akiona wengine wanakula na kutupa chakula jalalani. Yes, ndoto zake zinakufa, hana ndoto za muda mrefu. Maskini maskini au mtu asiye na kipato mm. Kanisa litengeneze mifuko ya chakula, Food banks, miradi ya ujasiriamali na stadi za kazi, watu wafundishwe kujitegemea. Fundisha ujasiriamali, wapewe mitaji, elimu ya fedha na nidhamu ya matumizi, ni mojawapo ya mambo ya kuwasaidia. Kula pamoja nao ili kuondoa aibu, wakati mwingine kanisa likaribishe watu na kula pamoja ya. Kundi jingine ni la wafungwa. Wafungwa wana changamoto nyingi, amenyimwa uhuru. Ukikamatwa unavulishwa mkanda, unavulishwa viatu, unavulishwa saa Unanyanganywa simu, unavulishwa nguo zako, unapewa nguo za serikali, unawekwa ndani, unafungwa, unalindwa na bunduki, unakaa knyuma ya nondo, huna pakwenda, biashara imesimama, mke umemwacha, mme umemwacha, watoto umewacha, kazi umeacha, masomo imeacha, maisha yamekuwa magumu. Na huko unaweza ukapata magonjwa ya mlipuko ya pamoja, unaweza ukatumikishwa kazi nyingi bila malipo unakunywa chakula uji wa moto kwenye bakuli zito unahangaika unapigwa wakati mwingine unatendwa matendo mabaya na wafungwa wenzako wanabakwa wengine wanaolewa humo ushoga na mambo mengine unakutana waliokuwa waharifu sana unafundisha mambo mabaya dini inakufa unajiona mungu yuko wapi mpaka sasa niko hapa saikolojia mfungwa anajisikia hatia anaona aibu anaona hasira Yes, anajiona hana thamani, anajiona hana tumaini la maisha mapya. Hata akitoka miradi yake imeharibika, vitu vimesimama, kila kitu kimeharibika, nyumba imesimama, alikuwa na ujenzi haupo tena, alikuwa na biashara, imesimama, kilimo kimesimama, miradi imesimama, ajira, amefukuzwa. Mfungwa ana tabu sana, mfungwa ana tabu sana. Lakini pia kanisa bado linatakiwa kuingia gerezani, lipange watu wakawaingia gerezani, lipate machaplains wakapeleke neno la Mungu kuhubiri na kugawa Biblia, kufundisha neno la Mungu na kuwabatiza wafungwa palipo na uhuru wa kubatiza na kutoa ushauri wa kiroho na wa kisaikolojia. Mwingine aliumizwa alipokamatwa, alipobambikizwa kesi kama ya Yusufu. Mpango wa kurejea jamii reintegration ifanyike. Mfungwa akirudi nyumbani, watu wote wanamuona muharifu, anakuwa na lebo ya uharifu, ya anakuwa na crime, yani anakuwa na alama, rekodi ya jinai. Baada ya kutoka gerezani, ametengwa na familia yake, amenyimwa uhuru, lakini amekuwa na jina, huyu alifungwa. Ya hata kama ulisingiziwa, lakini basi ulifungwa wote wanajua kwamba kwa nini serikali imfunge mtu huyu. Ushahidi ulitolewa, alibanwa, huyu ni mharifu. Kwa mtu kama huyu, ana huzuni sana, lazima atengeneze mazingira ya kukubarika. Mfungwa maskini, hata akiwa ndani ya mkutano, simu ikipotea, suspect namba moja ni yeye. Kuna watu walio uchi, yaani watu wasio na mahitaji ya msingi, wana changamoto ya kukosa mavazi hana pesa ya kununua nguo mpya. Iliyo aliyo nayo imechoka, imechuchuka. Yaani hana makazi, hana usalama, anaonekana kama ni mzigo wa jamii. Mtu huyu saikolojia yake anajiona aibu, aibu kali sana. Najua mwanamme na mwanamke, mtu mzima akiwa uchi ni jambo baya sana, kujisetiri. Ndiyo maana Adamu alikimbia kujivika majani Yaani kujitenga, naona kujitenga, kujiona hawastahili hawa msaada. Mwanamke aweze kujichanganya na wanawake wengine hawezi, hawezi kujichanganya na wanawake wengine. Mwanaume unaogopa hata kwenda ugeni, utaendaje? Hata wengine unaogopa kuja kanisani. Kanisa litowe nguo, kanisa liwatafutia makazi, hata kuwalipia pango la nyumba kwa muda rento. Mahitaji ya msingi yatolewe, vitu vya ndani, vyombo vya chakula mahali pa kukaa viti na vitanda kwa muda mfupi, kuwahudumia kwa heshima, confidentiality, bila kuwasema. Unamsaidia mtu kisha naenda na unamsema, unamtangaza, unamtangaza, una unamsema, hapana. Kuwajumuisha katika ibada na huduma, watu kama hawa waletwe katika huduma, wachanganywe. Hata kanisani tuweze kuchagua viongozi, tuwakumbuke na watu hawa hata kama sio kazi inahitaji elimu, ndani ya mashemasi afanye. Wana moyo wa kujituma, wana muda wa kutosha, wanaweza kafanya kazi. Changamoto nyingine inawapata wageni. Mgeni unayehamia mahali fulani, au wakimbizi au wahamiaji. Unapokuwa mgeni katika nchi fulani, katika kabila fulani, lugha ni tatizo, utamaduni mpya ni tatizo. Ukisema hivi kumbe hawataki hivyo, ukisema hivi kumbe umekosea. Yaani maneno yako matendo yako unajiona kuku mgeni akosi kamba mguni kukosa nyaraka mgeni au mkimbizi hana nyaraka, anaweka kambi ya wakimbizi. Nimekuwa nikihudumia wafungwa na wakimbizi, unamkuta mtu mzima alikimbia, akaacha nyumba yake, akaacha mashamba, akaacha ajira, akaacha shule, akakimbia, akaacha familia wengine wamepoteza ndugu zao, ndio hawana vitambulisho, hana identity, hana passport, hana id, hana hana ajira, wananyanyapaliwa. Wageni wana, wana kunyanyapaa eh, nakuwa isolated, discriminated, discriminated. Hofu ya kukataliwa. Mgeni ni mtu anayehamia mahali pengine, mtumishi mpya, pengine jirani mpya pengine Mkristo mpya ndani ya kanisa ameacha marafiki zake kule, apewe msaada, kanisa litowe msaada kwa watu hao. Wana hofu ya upweke, hofu na upweke, wana homesickness, nostalgia kali sana inawapata, anajiona hawana mizizi. hawana mizizi. Huduma ya kanisa kwa watu kama hao, wageni na wakimbizi Eh, wafanye mapokezi ya joto, mkaribishe jumbani, karibu mehamia hapa, jamani, karibuni, tuko hapa. Ya usaidizi wa lugha na taarifa mbalimbali, mgeni ajue kinachoendelea ine community. Urafiki wa makusudi, jenga tu, tengeneza mentorship ya kumfunza, mtembeze sokoni, mtembeze mjini, mpeleke kanisani, mpeleke kwa watu muhimu, mpeleke kwa viongozi, kuwapa nafasi ya kutumika nakaribisha na kama kuna mtu atakuwa na neno la kusema. Kuna wengine walemavu wa kimwili, wengine walemavu wa kiakili, walemavu wa kiakili, walemavu wa kihisia, emotional damage. Kuna watu ambao wamepata matatizo, wengine wamepigwa, wengine wamebakwa, wengine wametendwa mabaya katika majumba ya watu, mahospitalini, mashuleni, kwenye magari, njiani, porini mchana ama usiku, mahali fulani, wanaume wanawake vijana mabinti, hata watoto wadogo wametendwa mabaya. Wengine ni walemavu, wamezaliwa hivyo. Mwingine amepata ajali akaumia, akavunjika miguu yote. Mwingine amevunjika kiuno, ni mlemavu wa kusogeza. Mwingine amezaliwa hivyo, walemavu. Mwingine ana shida ya kiakili, miundombinu isiyofikika hawezi kavuka barabara, hawezi kusoma, hawezi kuona, hawezi kusikia, ngozi yake ina shida ya yeah. Changamoto yao ni kutengwa au kudharauliwa, ajira na elimu finyu, maana hawapelekwi shule mlemavu, mlemavu, mlemavu. Mm, saikolojia, walemavu wana hisia ya kutothaminiwa na kutojithamini, wanajiona duni, inferior yes Saikolojia yake ni kujitetea kupita kiasi au kujifungia. Anajieleza mno uweze kumwelewa uweze kumthamini, lakini wengine wanafungiwa ndani, wanafungiwa ndani, asionekane. Njaa ya kubaki, njaa ya kukubalika, wanaona njaa ya, njaa ya kukubalika, njaa. Huduma kwa kanisa, kanisa jumuishi, inclusive church, liwakaribishe wale walemavu lemavu wa masikio walemavu wa kuona walemavu wa akili walemavu wa ngozi walemavu mm, kuwapa majukumu kulingana na karama zao. Wengine hawana kiungo hiki, lakini anaweza. Kipofu anaweza kaimba, anaweza kafanya kitu kingine. Kiziwi anaweza kafanya hivi, bubu anaweza kafanya hivi, wanaweza katumia migo, mikono yao yao. Ulemavu sio mwisho wa maisha. Unaweza ukawa mlemavu lakini bado ukafanya mambo makubwa, Mungu akatumia viungo vyako vingine kufanya kazi. Kuwaona kama rasilimali na si mzigo, katika nyumba, katika kanisa, katika shule, katika taasisi, katika jamii. Kuondoa lugha na mitazamo ya kibaguzi. Unasema, usiseme zeruzeru, sema ana ulemavu wa ngozi. Usiseme ni kipofu, sema ana shida ya uono. Usiseme ni kiziwi, sema ana shida ya usikivu, ya kusikia. Usiseme maneno yale mabaya mm, sema jina mabaya, mtu anajisikia mnyonge. Kanisa si, si hospitali ya watakatifu, bali hospitali ya wenye majeraha, si mahali pa hukumu, bali pa urejesho, si nadharia ya kiimani, bali utendaji wa upendo, kanisa la Mungu katika Mathayo ishirini na tano na Matendo tatu Yesu anatuambia tuweze kuwahurumia.